Ilikuwa katika visa vya wale ambao waliokuwa wamepita, mitume kabla yako na waja wema ambao waliokuwa wamepita kabla yako, ewe Muhammad, kulikuwa kuna mazingatio makubwa mno, lakini mazingatio hayo yaliwapata wale ambao ulul albab Allah aliokuwa amewafungulia, wakajua ndani ya visa vile

Yalikuwa ni upambanuzi wa kila kitu wa hudan na ulikuwa ni uongofu wa rahmatan na ni rehma liqaumi yuminun kwa wale ambao Allah tabaraka wa taala aliwapa taufiqi na hidaya ya kuwa na imani thabiti ya kumtambua mola wao. Ndugu zangu katika imani, hotuba yetu ya leo kwa msaada wake Allah tunafungua wa mazungumzo yetu haya kwa kisa miongoni mwa visa ambavyo kila mmoja miongoni mwetu anavifahamu na amevisikia na amevihifadhi. Lakini ndani ya visa hivi ndugu zangu, tunavyokumbushana ni sehemu ya maisha tuliyoishi nayo katika maisha yetu ya leo, ili mwislamu achukue tahadhari, mwislamu aweze kuwaidhika, mwislamu aweze kutafuta radhi za Mola wake.

mmoja kazi yake ni ukulima na mwingine kazi yake alikuwa ni mfugaji. Habil alikuwa ni mfugaji. Allah alivyowataka watowe sada kujilukubisha kwa Allah, basi mmoja, Habil, akachukua mnyama wake akamchinja, akamweka sehemu ambayo Allah alikuwa amewaambia waweke pale. Ama Qabil akakusanya kila aina ya mazao alokuwa anayalima naye akaenda pale akayaweka. Allah Subhana akaichukua ile sadaka ya Habil ya kile kichinjo ambacho alichokuwa amekiweka pale, lakini hakuchukua ya Qabil. Ndugu zangu katika imani, baada ya Qabil watoto wa baba mmoja Adam na Hawa, alivyomuona ndugu yake imechukuliwa yake, yake haikubaliwa, qala la aktulannak. Dhambi ya mwanzo, dhambi ya mwanzo ndani ya ardhi hii ikapatikana hapa akaingiwa na hasadi kwa ndugu yake Habili, ya kwa nini ya kwake imekubaliwa lakini ya ndugu yake haikubaliwa. Na hii dhambi ya mwanzo ambayo iliyopatikana katika ardhi hii ya hasadi, ndiyo dhambi hiyo hiyo ya mwanzo iliyopatikana mbinguni. Baada ya Allah tabaraka wa taala kumuumba Adam alayhi salatu wassalam, kilichomfanya Ibilisi ashindwe kwenda kumsujudia Adam ni mwanzo hasadi aliyokuwa nayo. Kwa nini Adam? Kisha kibri kamvaa, akataa kumsujudia Adam alayhi salatu wassalam. Kwa dhambi hii

Nachotaka mimi wewe ubebe dhambi zangu na dhambi zako, uwe miongoni mwa watu wa motoni. Kama hutowaidhika na ujumbe huu, ndugu zangu, hakuna mazungumzo yaliyokuwa mazuri kama mazungumzo ambayo mtu anakumbushwa maneno ambayo yakumhofisha na Mola wake, lakini yote hayakumfaa

Tayari maiti ya ndugu yake iko mbele yake, hajui afanye nini pale. Allah anamwonyesha udhaifu. fabaatha Allah ghuraban yabhathu fil ardh liyuriya kayfa yuwari sawata akhi. Allah anamtuma kunguru, kiumbe dhaifu, kunguru huyu ili amwonyeshe jinsi gani ya kumstiri ndugu yake. Yeye ameshindwa kumzika ndugu yake, ameshindwa, atafanya nini? Allah anamleta kunguru, kisha anamwonyesha jinsi gani ya kumstiri ndugu yake. Chukua tahadhari, safisha moyo wako, ili uelekee kwa Allah ukiwa huna maradhi hayo mtu kuugua kansa, HIV na maradhi mengine makubwa ambayo sisi tunayaogopa katika maisha ya ulimwengu, yana nafuu mno, yana nafuu mno, kwa sababu haya yote yanakwenda ya kuisha ndani ya mwana ndani. Ukishatelemkiwa na malakul mauti, hakuna tena kansa wala HIV wala maradhi yote, lakini maradhi yaliyokuwa ndani ya nafsi zetu sisi, maradhi miongoni mwayo ya husda, tunakwenda nayo katika maisha ya ulimwengu, tunaingia nayo ndani ya kaburi, tunakwenda nayo kusimama kwenye mahakama ya Allah. Wajibu wetu ndugu zangu katika imani, kuchukua tahadhari iliyokuwa kubwa kusafisha nafsi zetu, kwa sababu rawal imam

Twataka ubora ambao Allah awe mwenye kuuridhia faqala alayhi alaihi salatu wassalam, mtume akajibu alivyoulizwa, nani aliyekuwa bora? Mtume akasema mahmu suduqul lisani mahmumul qalbi. Mtu aliyekuwa bora limtugani? ni mtu gani? Ni yule ambaye suduqul lisani wa mahmumul qalbi. Maswahaba wakasema ya rasulullah suduku lisani narifuhu mkweli wa maneno wa ulimi wake, tunajua. fa ma mahmumu lqalbi ni nani? yule ambaye mahmumu lqalbi, Mtume akasema huwa taqiyu naqi, ni mtu ambaye ni mcha Mungu aliyekuwa msafi, akiteleza, akafanya dhambi, anarejea kwa Mola wake wakati huo, huwa taqiyu naqi la ithman alaihi hana dhambi akiteleza, anarejea kwa mola wake, wala baghi wala uovu wala ghilim wala fundo katika moyo wake juu ya mwislamu mwenzake, wala hasadi wala hana husda. Huu ndiye aliyekuwa bora. Na wewe ndugu yangu, kimbia kwenye ulimwengu huu kutafuta radhi za Allah, lakini ili uwe bora lazima usafishe takataka taka zote ambazo zimo katika mioyo yetu. Sikwambii wewe, sikwambii wewe au mimi. Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam alipokuwa anapanda kwenye minbar au anatoa mihadhara na khutba, alikuwa katika himdi yake, utangulizi anaoutoa katika hadithi ya Jabir ibn Abdullah

Katika maisha haya ambayo tunaoishi leo ndugu zangu, aliyetabiri Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maisha haya sasa. Unadhani kwa nini Waislamu leo hawapendani? Unadhani kwa nini familia leo watu wanachukiana? Unadhani kwa nini marafiki hawapendani? Unadhani kwa nini maisha yetu yamekuwa yanadhiki kwenye mgongo huu wa ardhi?

Pindi ambapo Allah tabaraka wa taala atakapokuja kuwafungulia nyinyi waislamu mali mali ambazo walizokuwa wanazimiliki, wakati huo superpower ilikuwa ni Faris wa Rum, itakuwaje nyinyi waislamu kipindi hicho? mtakuwa kwenye maisha gani? ikiwa

Ni hilo tu, hakuna jingine. Tatanafasun hapana, lipo. Mtashindana kwenye maisha ya ulimwengu, ikiwa tayari Allah amefungua mali, mtashindana katika maisha ya ulimwengu. Utataka wewe uwe kama fulani. Kwa nini awe nacho fulani, mimi sina? Mtaanza kushindana wakati mnashindana na unamwona kwamba mwenzio kapata, wewe hujapata, kila unavyokwenda spidi hupati, ukikosa. Thumma tatahasadun, mtausudiana nyinyi kwa nyinyi. Kwa nini? Anacho wewe huna, kwa nini? Kisha mtakimbiana, utaona kwamba huwezi kuishi tena na mtu yule uko naye, unasikia dhiki la ukimwona kwa nini yeye. Yeah, anacho wewe huna thumma tatabaghadhun, kisha mtachukiana. Hasadi ikifika hali hiyo, Mtume anasema thumma tantaliqun fi masakin almuhajirin, kisha mtaondoka, mtakwenda mpaka kwenye majumba ya Muhajirin. Fatajaluna badhuhum ala riqab badhi, mtaenda kuwana. Hii ndiyo hasadi jinsi ilivyo. Ukimuhusudu mtu, itafikia mahala Nafsi yako itashindwa kuhimili, utakwenda katika wakati kufanya kila aina ya hila. Ukishindwa unaweza ukatoka hata katika Uislamu, utakwenda mpaka kwa waganga kwenda kumdhuru mtu ili tu aondoke na ile neema ambayo Allah alikuwa amemneemesha nayo. Ukishindwa hata uko uko tayari hata kuua. Ni maradhi ambayo yaliyokuwa mabaya, kwani ndugu zangu katika imani, leo majumba karibu asilimia kubwa ya waislamu leo, kwa nini hayana amani? Kwa nini hayana amani? Kwa nini ndugu wamepunguza mapenzi wao kwa wao? Kwa nini marafiki hawapendani? utakuta hasadi imechangia. inna al-ayn wal hasad idha dakhalat ala hal bayti husda, kijicho vikiingia kwenye familia, kathrat fihi mashakiluh, matatizo ndani ya ile nyumba yanaanza kuongezeka, wasdadat masaibuhum mitihani ikitoka hili naingia hili, ikitoka hili naingia hili. Wanasema wanazuoni wakad yatakatalun ala atfal asbab, wanaweza wakapigana familia, kaka na mdogo wake, baba na ndugu yake, dada na kaka yake, ala atfal asbab, sababu ya kijinga ilikuwa inatafutwa iwashwe moto ule sababu ya kijinga sana inapelekea watu wanakuja kugombana. Tishu kamba pasi inayotumika ndani ya kupigia nguo familia inaanza kugombana pale. Kwa nini? hasadi tu. Leo vituo vya rukya vinaongezeka kila kukicha, Waislamu hawataki kusoma Qurani, hawataki kuleta azkari za kisheria ndio maana ndoa nyingi zinaachika. Kazini watu wanakwenda kufanya kazi hawajielewi, majumbani tabu. Mashaitani wanapata fursa sasa ya kuwachezea watu. Tumefungua milango sisi wenyewe, kwa sababu ndugu zangu, katika imani tuko mbali na maelekezo na maagizo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi aleihi wa sallam. Sasa sikwambi, sikwambi ndani ya majumba. Nataka niwaambie jambo la kusikitisha hata kwa sisi Waislamu, pengine mashekhe na maduati mbalimbali mbali. Hasadi ndiyo inaokita katika nafsi zetu wenyewe, na hakuna hasadi iliyokuwa mbaya kama hasadi ya wanazuoni Wanasoma Qur'ani wao, wanaijua sunna za mtume wanazijua, aqwali za wanazuoni wanazo, na maswahaba wanajua aqwali zao, lakini utashangaa husda baina yao, ambayo inaya inasababisha kuharibu hata da'wa. Sababu ukiitazama haina msingi wowote.

jinsi gani walivyokuwa wana vifundo baina yao walkhilafu ilmasaili na ikhtilafu katika mambo ya dini. Unashangaa, hivi kauli hii na kauli hii inapelekea mashekhe wa wanataka kutoana roho kwenye membar. Ibnu Uthaimini anasema umma utawapigia mfano mashekhe wale kutokana na uongofu waliokuwa nao. Hivi shekhe fulani inawezekana akafikia hatua ile katika jambo hili tu? Hivi huyu shekhe si mitaa miwili anakaa nyuma yule shekhe, alishindwa nini kutoa kwenda kumpa nasaha ndugu yake muislamu mpaka atoke aende kwenye vyombo vya habari hakuweza kutoka kwenda kumpa nasaha mpaka ifikie mahala kwamba azungumze, achafue heshima ya mtu. Sababu ni nini? Hasadi peke yake. Ibnu Uthaymin anasema fatara shabon, utaona jinsi gani ikhtilafu za mashehe zilipopelekea mpaka ikafikia mahala umma unaparanganyika dini inakosa nguvu, sunna inaanza kupoteza mwelekeo kwa baadhi ya watu, kwa sababu za ikhtilafu zisizokuwa za msingi. Fatara shaban, utamwona kijana sawa sawa yadfu listiqama, anaingia kwenye msimamo wa dini, akiangalia harakati zile na zile na zile, anaanza kupata ladha, moyo wa imani unamwingia. Pengine alikuwa anafanya biashara pengine yuko wapi na wapi, anavyoona wenzio wanakwenda kwenye halaka za elimu, naye anatamani, anamwomba Allah amwafikishe, naye aende, anaingia, anasema Ana fatara shabun yadfu listiqama ala anna dini khairun walhuda wa nshirahi sadri wa qalbu lmutma'in, moyo unafunguka kifua kinakuwa kina raha, anaingia kwenye dini katika harakati za dini mia kwa mia Akishaingia ndani sasa, Fat, fayara anaona zile ikhtilafu ambazo zilizokuwa nazo, matatizo yaliyokuwa mule ndani: khilafu, husda, chuki, vifundo, kwa viongozi wa taasisi, kwa taasisi, wanazuoni kwa wanazuoni fayatruku listiqama, anaacha ule msimamo alokuwa nao anaacha, ana harakati za dini, anafunga kitabu liannahu ma wajada ma talaba, kwa sababu hakupata akichomfanya akaingia mule. Sasa wewe Mwislamu, ili uwe sawasawa, lazima usafishe nafsi yako ili uende kwa Allah ukiwa salama. Ukiwa ndani ya mwana ndani, uko salama kuliko kuishi katika ulimwengu huu hasadi, na kutafuna mwenyewe kwanza, kisha bado adhabu za kaburi zinakungojea, bado hujasimamishwa kwenye mahakama ya Allah. aqulu ma tasmaun wa billahi tawfiq.